Ni wakati mwingine mzuri wa kupata taarifa ya hali ya hewa kutoka Mamlaka ya Tanzania Hali ya Hewa Tanzania na jina langu ni Joyce Makwata. Na tuanze kwa kuangalia hali ya baridi hapa nchini. Kwa ujumla hali ya baridi inatarajiwa kujitokeza zaidi nyakati za usiku katika maeneo ya nyanda za juu kusini magharibi ukilinganisha na maeneo mengine ya nchi. Na kiwango cha chini zaidi cha joto kikitarajiwa kuwa nyuzi joto nane katika mkoa wa Mbeya pamoja na Njombe. Hata hivyo, tunatarajia maeneo ya Tanga, visiwa vya Pemba na Unguja, mkoa wa Dar es Salaam pamoja na Pwani kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua katika maeneo machache kwa usiku huu, hali ya ukavu ikitarajiwa kuendelea katika maeneo mengi ya nchi yaliyosalia. Mifumo ya upepo kwa ujumla inaonyesha upepo utavuma kwa kasi ya kilomita 30 kwa saa katika maeneo yote ukanda wa pwani ya Bahari ya Hindi, hali kama hiyo ikitarajiwa pia katika maeneo ya Ziwa Nyasa. Maeneo ya Ziwa Victoria, Tanganyika na Rukwa, upepo unatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 20 kwa saa mtazamaji mifumo yanga inaonyesha upungufu wa mvua unaendelea katika maeneo mengi ya nchi. Hata hivyo inaonyesha pia viashiria vya mvua katika baadhi ya maeneo ya ukanda wa pwani. Hivyo kwa siku ya kesho, tunatarajia maeneo ya Tanga, visiwa vya Pemba na Unguja, mikoa ya Dar es Salaam na pwani, kutakuwa na hali ya mingu kiasi, mvua katika maeneo machache na vipindi vya jua, hali ya ukavu ikitarajiwa kuendelea katika maeneo mengi ya nchi yaliyosalia. Kufikia hapo tupate utabiri wa siku nne zijazo katika baadhi ya maeneo hapa nchini. Mkoa wa Dar es Salaam kwa ujumla tunatarajia kuwa na hali ya mvua nyepesi katika maeneo machache. Mkoa ni Dodoma tunatarajia kuwa na hali ya mawingu kiasi na makavu kwa jumla. Hali ya hewa katika mkoa wa Mwanza katika siku nne zijazo ni mawingu kiasi na makavu kwa jumla. Halikadhalika katika mkoa wa Kilimanjaro tunatarajia kuwa hali ya mawingu kiasi pamoja na vipindi vya mvua, vya jua kuendelea. Mkoa ni Mbeya tunatarajia kuwa na hali ya mawingu kiasi na makavu kwa jumla. Maeneo ya mkoa wa Morogoro yanatajwa kuwa na hali ya mawingu kiasi na makavu pia. Hali ya hewa katika mkoa wa Arusha kwa siku ni zijazo ni mawingu kiasi na vipindi virefu vya jua. Mtazamaji ni wakati mwingine tena wa kuendelea kufuatilia taarifa zingine za utabiri wa hali ya hewa kwa siku ya kesho, ungana nasi. Asante na tunakutakia wakati mwema.